Na manabii wa uongo na mitume ya uongo na waumbili wa uongo. Niwaambie hivi, Samueli katika kitabu cha Samueli wa kwanza kumi na mbili, msali wa kwanza na wa pili, wakati Samueli alimtia Saulo mafuta kuwa mfalme aliita Israeli, hicho kifungu cha kwanza, akauliza: niambieni, ni nani nilichukua ng'ombe yake hama funda wake hama nikafanya kesi vibaya kwa uongo. Msali wa pili akawaambia kwamba huyo, msali wa kwanza, niambieni mbele ya masihi wa Bwana, mfalume Sauli, na mbele ya Mungu, niambieni mwenye nilinyang'anya ng'ombe yake ama, ama kondoo ama funda ama nikamwekelea kesi Israeli. Msali wa pili wakasema, hakuna mtu ulinyang'anya ng'ombe yake Ha, kuna mtu ulinyang'anya funda yake. Samueli akamwambia, sasa mimi naenda kuvumsika leo hii, nataka niulize manabii wa uongo muko na, tunajua mko na makesi kotini, umechukua nyumba za watu, mechukua ng'ombe za watu, pale Kangundo nimeona basa anabeba ng'ombe za watu. Pale Kangundo Basa amebeba ng'ombe za wamama wanjane. Na mimi najua huyo basa ako hapo umoja na ako na TV yake ananyang'anya watu wanaweka makurusendi. Na wacha niwaambie, kuna mabasa kule maosha yako, wanaenda wakitembea vijinji, wamebeba nyoka kwa ngunia. Ukimuita kwako anatoa anaweka nyoka nyo, anawambia vungeni macho, nyoka inawekwa. Mwingine ako hapa kware stenge, alikuwa na msee kobe, alienda kuombea mtu adhiriba, akapatikana na msee kobe, mtoto akamuona. Manabii wa uongo Wacheni kudanganya watu na mimi sitanyamaza na amuwezi kunisima, kwa maana Mungu amenipa mandate leo, inataka niwaambie kama Samueli ninambiwa Bwana na anauliza Israeli ni nani lilinyang'anya leo hii. Ni muumbiri gani? Wale wa TV utasimama uambie watu huku wanyang'anya, hata watu hawakutaki, watu hawawataki saa hii, wanawaongelelea vibaya. Mkivusi tunaona kwa vozi tenu munaitwa wezi unaitwa wezi. Kwa nini? Mliimbia watu samueli akavuvuka. Leo hatavuta manabii, hatapata hata mmoja. Nami naambia mwili wa Yesu Kristo, ama kanisa la Yesu Kristo, mtawajua kwa matendo yao, mtawajua kwa matendo yao. Mwenye hata kuombea bila y kukuambia lete kiwango fulani, hao ndio manabii wa uongo na waalimu wa uongo. Mungu wa amani awabariki. Nataka kuomba Baba, katika jina la Yesu Kristo, naombea watoto wako, hii neno ikawafungue fungue, waliyekuwa wamefungwa. Na wale hawataki kufunguliwa ni kwa maana huko uachakua, Bwana hakuna shinda, wale watafunguliwa. Sifa na utukuzi kurundie. Chukua namba yangu 0707995052. Nipigie simu tuongee, kama umewenyanganywa, nipigie simu tuongee. 5052. Mungu wa amani awabariki nipigie simu. God bless you.